Basi so, sio, tunasema mada ambayo tunasimama nayo inasema: umuhimu wa kweli na hasara wa kuikataa kweli. Umuhimu ya kweli kwa wale wanakubali, mafaa ya kweli na hasara ya kuikataa kweli. Tuombe. Baba wa mbinguni, Baba wa bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mtakatifu zaidi, tunakushukuru kwa sababu unasikiliza maombi yetu pembele zako kwakuitoa neno yako, tunakuomba tujaze nguvu ya roho yako, mimi minaji uliweke neno lako kijana wangu na wasikilizaji uwaweke roho yako, neno yako, ezikuzaa na nakuzaa matunda yana matunda kwa wingi, kukuza pepo zote, nguvu zote za upotevu na ukingeushi vana wako wawe makini na wasikilize, wajaliwe neema yako, ubarikiwe. Tunakuomba katika jina la Yesu, amen. Ndio mada yetu hiyo, mafaa ama umuhimu wa kweli na hasara ya kuikataa kweli. E, kwanza utaanza na mafaa ya kweli. Kweli inafaidia mambo gani? Yesu zie mwalimu wetu ambaye tutamsikiliza maneno yake, kama alivyoandikwa vile alivyosema na kufundisha, alivyokuwa kwa safari yake hapa duniani. e, tukiendea Injili kama ilivyoandikwa na Yohane katika sura ya 17 mstari wa kumi na saba inatuambia kwamba inatuambia tusome Injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya kumi na saba mstari wa kumi na saba inasema hivi: waweke wawe wako kwa njia ya ukweli, neno lako ni kweli. Tunarudia, kuwaweke wawe wako kwa njia ya ukweli, neno lako ni ukweli. Mafaa ya kwanza ya kweli ni kwamba hiyo kweli ndiyo neno la Mungu, na kama vile neno la Mungu ndio chakula cha uzima, chakula cha uzima wa milele